Khutba yetu ya leo twazungumzia hatari ya kudhulumu, ubaya wa dhulma, mwisho mbaya wa mwenye kudhulumu. Kabla hatujazungumzia hatari yake, ma huwa dhulmu, dhulma ni kitu gani? Adh-dhulmu wadhu shayi fi ghairi mahalihi. Kitu chochote unapokiweka sipo pake, tutakwambia wewe umedhulumu. Mahala hapa kwa takiwa kitu fulani, wewe ukafanya sicho kile kitakiwacho, tutakwambia wewe umedhulumu. Lakini hizi dhulma zatafautiana, adhulmu darajat au adhulmu anwaun. Dhulma ziko sampuli nyingi. Dhulma kubwa ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala, inna shirka la dhulmun adhim, ndiyo dhulma kubwa. Na kumdhulumu mzee wako ni tofauti na kama kumdhulumu mtoto wako, na kumdhulumu mtoto wako ni tofauti kama kumdhulumu ndugu yako. Kila ule mtu akiwa mkaribu zaidi na wewe ana haki zaidi na wewe, ile dhulma huwa kubwa zaidi. Sasa ikiwa ni kujidhulumu wewe mwenyewe, hii dhulma inakuwa kubwa zaidi na ndipo ukaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile miezi minne mitukufu hakutukataza dhulma tu, alitwambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, watakudhulumiana kwa watu wengine na wewe mwenyewe pia hufai kujidhulumu. Na ndiyo kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajatukataza sisi alijikataza yeye, ni dhulma Mambo mengine tumekatazwa ni sisi tu, lakini dhulma, Mwenyezi Mungu kabla hajakuambia wewe mwanadamu usidhulumu, alisema yeye mwenyewe, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, nimeiharamisha dhulma kwangu, hakuna dhulma. Baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuhutubuwewe ambayo kwamba wataka kukubali kuwa wafaa kuingia katika jina la ya ibadi. Kusema, ya ibadi. Mwenyezi Mungu hakusema ya ayuha alibadi, ya ibadi, kuna idhafa, kuna ya unisba, ewaja wangu mimi. Je, wewe rahisi kwamba ni mja wake ikiwa wewe ukubali kuwa ni mja wake, sikiliza. Kuna ujumbe amekutumia, akwambiaje? inni haramtu dhulma ala nafsi wa jahaltuhu mahraman alaykum fala tadhalamu. Mimi nimeiharamishia dhulma kufanya yasotakiwa nafsi yangu nimejiharamishia. Wa jaaltuhu mahraman alaykum, na nikaijalia hiyo dhulma kwenu nyinyi pia ni jambo la haramu haramu bila shaka, imetosha kuwa ni haramu. Lakini asitosheke Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wa jambo kama hili na uzito wake, akatwambia fala tadhalamu, msidhulumiane. Wewe Ramadhani imeingia, je umeipa Ramadhani haki yake? Umeipatiliza mambo ya takiwao ndani ya Ramadhani? lao Mwenyezi Mungu akakukhtari hivi sasa hutojuta kwamba imekufikia Ramadhani na wewe hukufanya litakiwalo, hutolalamika, hutosema natamani nirudi. Rabbi rji'uni laali amalu salihan fima tarak, e, mola nirudishe na mimi niende nikaswali tahajudi, nirudisha na mimi nikaswali jamaa, nirudisha na mimi nikasome Qurani, nirudisha na mimi nikasikilize madarasa, nirudisha na mimi nikatoe sadaka Ujue haya mambo ya heri yote okay. Waonyeshwa wa mwanzo awalulwahla pale, roho ikitolewa tu, roho ikitolewa waonyeshwa yale mambo muhimu, mpaka useme laula akhartani ila ajalin qaribin, Mwenyezi Mungu, basi hukuniatananga mpaka nkafika kumi la mwisho.

Je, wewe lau Mwenyezi Mungu akakuandikia kwa kwamba ajali yako ni sasa, hutokwenda kukisema kilima kama hichi leo? Wallahi ni wingi walioko makaburini wasema kilima kama hichi laula akhartani ila ajalin qaribi, natamani tamani, gama unganipa na mimi mda nikaweza kufanya ibada zaidi, nikaweza kutoa sadaka zaidi kabla mda hauja kufutu. Usidhulumu Ramadhani, Usiyadhulumu mali yako, usiidhulumu nafsi yako, ifanyie mambo ya heri, jitangulizie kila la heri. Dhulma ni tofauti, lakini dhulma itakavyokuwa ni mbaya, ni kitu kiovu sana, ni kitu kibaya sana, ni kitu chataka kipigwe vita sana.

La tadhlimanna, usidhulumu. Idha ma kunta muqtadira, wakati unapojiona wewe una uwezo wa kufanya utakalo, usifanye utakalo, fanya litakiwalo. Wewe unijui mimi kutia ndani wewe, nitakupoteza. Waambiwa usifanye utakalo, fanya litakiwalo sababu unapodhulumu, fa dhulmu yarjiu uqbahu ila nadami, dhulma mwisho wake hurejea, ikawa ni majuto. Tanamu ainaka yalala, mato yako wewe. Umemdhulumu mtu, umempokonya mtu nyumba yake, umempokonya mtu gari yake, umempokonya mtu mke wake, umempokonya mtu mali yake, umempokonya mtu mtaji wake, wewe ukalala makini. Ule alikuwa hanijui mimi, cheza na mimi, tushamaliza dili, umshamaliza, waona umemaliza. Tanamu ainaka yalala, kweli mato yako walmadhlumu muntabihun, na ule aliodhulumiwa miskini hana raha, hajui afanye nini. Yad'u alayka, hukuwapiza. Sasa kuwapiza kwa, kwa Mwenyezi Mungu wa ailullahi lam lamtanami, na Mwenyezi Mungu halali. Na ujue Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal kwenda Yaman, Alimpawasia hunu akamwambia ya Muadh ittaqi dawat lmadhlum, ewe hey, Muadhi na kutahadharisha, ogopa dua anayedhulumiwa. Ya, ya Rasulullah llah ina nini dua? Fa innahu laisa bainahu wa bein llahi hijab, dua ya yaaliyodhulumiwa haina pazia, yenda moja kwa moja, haipitii kwa malaika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anena, la ansuranna laansuranna al-madhluma walau ba'da hinin, nitamnusuru ni mnusuru ule alodhulumiwa hata kama ni baadaye, lazima kuna siku nitamnusuru. Na ndio kaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kutuogopesha kudhulumu, atwambia la taudanna al-huquqa ila ahliha mtazitekeleza haki kwa wenyewe yaumul qiyama, hatta yuqada lishati al-jalhai min shati al-qarnai. Subhanallah, mbuzi pia? Naam, mtume sallama salam atuambia mpaka kutatukuliwa kiswasi kwa ule mbuzi aliyokuwa ana pembe, atukuliwe kiswasi kwa mbuzi asiokuwa na pembe. Mbuzi asiokuwa na pembe ambia, ya Rabbi, huyu alikuwa na pembe, basi akituadhibu sana kwenye zizi haya pembe zende huku kula yeye. Sasa hayawani ghairu mukallaf, lakini Mtume atuonesha kwamba hatari ya kumdhulumu mtu, hatari ya kumfanyia mwenzako ambalo kwamba wewe ukamwona yeye ni mnyonge. Mnyonge msonge hakuna katika Uislamu na ndio taona masahaba sifa waliokuwa wakiusifu Uislamu walikisema, kana yakulu ya mina alqawiyu adhaifa hii ni hii ni ilikuwa ni jahilia, wakati walipokwenda waislamu kwa Herakli, wakawa Herakli husikia habari ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Abu Sufiani juu la kuwa hampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsifu kwa sifa zake, nena huyu yaamuru bisilati rahimi yaamuru biladli yanha ani dhulmi Yanha, anil jawri mpaka ule Herakli akawa ashangaa. Ikiwa mtu ana sifa namna hini, yuwakataza nyinyi kudhulumiana, kwa nini basi mumpinge? Asema kunna nahnu wa banu mutallib farasairi, hani sisi na banu mutallib tulikuwa sanjare, yani ngoma draw, wao wakitukua kikombe hichi, si utukua kikombe hichi, wao wakishinda kwenye mashindano haya, sisi ushinda mashindano haya Leo wao wana mtumi sisi tunana, yeo wao wana mtumi ha sisi tutaweza na, sote tukubaliana mtumi bado nani mmoja mtume amekuja kwao, kwa hiyo hakuna budi tumpinge sasa. Lakini alikubali kwamba anaoamrisha ni mambo mazuri, yuwakataza dhulma na yuwakataza an yakula alqawiyyu minna adhaifa, mwenye uweza amsonge yule ambaye kwamba ana uweza lakini leo Waislamu baada ya kuja huyu mtume ambaye kwamba wasokuwa waislamu walilikubali hili jambo zuri, ndio tufanyia nao sisi. Angalia ubaya wa kudhulumu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kulikuwa kuna watu swala ya alfajiri ikipigwa salamu kutoka kwa huyo, yani kutoka kwa mbio haraka haraka ile assalamu alaykum wa rahmatullah Asalamu alaikum warahmatullah, wao hao mbio hutoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa akauliza, ma balu lithnani, hebu nipendami habari wale watu wawili mbona? <laughs> leo mwengi ukipiga salamu mbio, kila mmue na haraka, na mtu pangine akakutolea dalili Mwenyezi Mungu anenau, faida kudhiyati salatu fantashiru fi lardi wabtaghu min fadlillah, akakoma hapo baadae wadhuru llaha, ulipotoka ulikwenda Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mungu, au hiyo huitaki hapo, alikugusa yeye faida salatu tatoka, wabda nenda ni mkazengee kazi, nenda ni mkazengee riziki, eh, basi Mungu alikoma hapo. Hakuna kathira ha hiyo ya mashehe, umekuwa huigawanya sasa. Ala kulli hal, Mtume alikuwa hapendi tabia kama aunaadulaha Nifanyieni investigation munipe ripoti ya wale watu wawili, mbona kila akimaliza kuswali watoka? Ilikuwa swala alfajiri, ni wale jamaa masahaba. Wakaambia bwana mtume swalla sallam amewaulizia kwamba kila siku nyinyi mkimaliza kuswali, watu wote huwa wamebaki, nyinyi mwatoka. Mmoja akaja akamwambia, ya rasulullah ni kweli mimi kila nikimaliza swala natoka, lakini ya Rasulullah, mimi linitoalo ni hili, sijui utaniruhusu. Sikize, sikiza watu walivyokuwa wakiishi hawa. ya Rasulullah, hii nguo ninaokuja kuswalia huwa mke wangu yuwaisubiri, mke wangu hana nguo nyingine. Sasa mimi nifike nyumbani mvue chikikoi, ndio yakifunge juu, aswalie. Sasa mimi hubidi nikimaliza kuswali nitoke kwa haraka

Sijui mimi na wewe tutoka kwa lipi. Wa pili naye akaja akasikia, bwana habari ni hiyo, aje kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, mimi linitowalo nyumba yangu, jirani yangu ni Muyahudi na Myahudi anamtende kwenye nyumba yake, ule mtende umelalia kwenye boma langu, na siku hizi nzatende zile tende usiku huanguka zikaangukia upande wangu na mimi na watoto, naogopa wale watoto wakiinuka watakwenda kuzitukua zile tendre, wafanye nini? Wazile, na zile tendre si haki yangu ni haki ya ule myahudi. Mtakuwa mmewazoesha me, watoto wangu kula nini, mali ya haramu. Kwa hiyo nakimbilia kabla ya watoto hawajainuka, nichukue nichukue, chukue zile tendre niziingize kwenye boma la mwenza, la mwenzangu boma la myahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam mum akamwambia mithluka yu'dharu yu ikiwa na wewe utatoka kwa ajili ya jambo kama hilo, udhuru huo. Leo wewe watoa na kipengele, ah, tukuwa nawe mali ya meru hiyo, alikuambia ruhusa nani? Ule Muyahudi huyu Muyahudi sitojua, Mayahudi namna gani walivyokuwa mpaka Mtume, fikiria, aliwatoa Madina akawambia hamuna ruhusa tena, lakini hakumruhusu mwislamu Kena kuwaruhusu watoto wadogo angewambia, ah, basi watoto fahamu nini? Kisha hawakuangua zimeanguka wenyewe na, na hawa ndio waliokuwa wakakuwa kwa hima ya Uislamu, lakini mtoto yualishwa kwenye haramu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akuluhu min haram wa mashrabuhu min haram waghudhia min haram faanna yustajaba lahu, amelelewa kwa haramu tupu, melelewa na riba tupu, melelewa na rushwa tupu, kinwa mikono dua hiyo itajibiwa na nani? Lakini watoto kuanzia udogoni waepushwa haramu, waepushwa dhulma. Lazima mtoto kama huyo akiinukia aipende dini, aipende Qurani, aiheshimu dini, afurahie dini. Dhulma ni kitu kibaya sana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alitwambia katika Qurani, alladhina amanuu walam yalbisuu ima imanahum bidhulmin. Ilipoteremka aya kama hini, kwamba wale walioamini na imani yao hawakuifanyia ilbas, kuitanganya na dhulma kuidangamaniza na dhulma, masahaba kaona ah, yani wewe muumini usifanye jambo. ya Rasulullah kulifna ma la nutiq hapa sasa. Mungu hapa metukalifisha jambo, na sisi tunajua Mungu hakalifishi jambo. Unajua sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mungu atujua sisi, akujua wewe kitu gani kwako wewe chawezekana na kitu gani kwako wewe hakiwezekani, na kitu gani kwako wewe ni sawa, na kitu gani kwako wewe si sawa, na kitu gani kwako wewe ni maslahi. Ikiwa au ndao tu gari ukwambia, hii ya patroli usiitie diesel, kwamba ayua hii haisilihi. Kwa hiyo huwezi kunena ah, au naye amekosea, minta tia diesel hata uangalie, au hii ya diesel tia patroli tia uangalie. Sasa Mwenyezi Mungu alipotuumba kisha akatuelezea hakika yetu kwamba yeye atuamrisha mambo gani. Akatwambia la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha illa wusaha, hakuna jambo laamrishwa na yeye na Mwenyezi Mungu kasema da. Lakini hapa Mungu bwana kwa sababu yeye asema la yukallifu, hawezi kukukalifisha. Kukukalifisha ni kukuamrisha. Mwenyezi Mungu hawezi kukuamrisha kitu, lazima waliweza ni kuliridhia, suala liko hapo, kuliridhia na kulipenda. Wajua biniadamu akipenda na akiridhia, haoni uzito. Kuna mtu wewe mwambie, mimi nitakulipa utakayo, uketi Mombasa, atakwambia. Na yeye uketi kijijini, uketi kijijini, hana taa, hana friji, hana TV, lakini bukhair wa fi qararin makini, raha kwambia, haya ndiyo maisha na wewe ukaambiwa siku moja naenda ukalale tu huwezi. Sasa tatizo liko wapi? Nyote mbiniadamu. Sababu yeye ameridhia, wewe hukuridhia, yeye amependa, wewe hukupenda. Kwa hiyo ila iko kwenye hapo lakini ila haiko kwenye uweza. Hawa masahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa sisi tumeamrishwa jambo hatuliwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia makusudiwa walam yalbisu imanahum bidhulmin ni shirka kubwa, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Dhulma iliyokusudiwa hapa ni ile dhulma kubwa, inna shirka la dhulmun adhim, yani ule mwenye alomwamini Mwenyezi Mungu na asimshirikishe ndio makusudiwa, lakini sio asifanye dhulma yoyote kwamba huyo hana, hana imani. Aa, hapa makusudiwa asimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukimalizia kuna hadithi hii, nitakatusikiliza vizuri Vizuri, Mwenyezi Mungu atuambia mambo gani? Atuambia Ajaba laka ya ibna Adama ya ma ansaftani, Mimi nashangaa na wewe binadamu hujanifanyia usawa. Mwenyezi Mungu akwambia, "Wewe binadamu hujanifanyia sawa usawa gani ya Rabb?" Ai ma adalta baini wa bainaka Khalaqtuka wa ta'budu ghairi mi, ndo nilokuumba kwa nini uenda kumwabudu wasiokuumba? mimi ndo nilokuumba lakini ibada wa mwabudu mwingine, ni usawa bwana namna hiyo? Mimi ndo nilokuandika kazi, kumbe wewe wafanya kazi watu wengine, ansoftani, eh? hujafanya si usawa Hujafanya uadilifu, si sawa namna hiyo. Mi ndio nilokuumba kisha wewe ukamwabudu mwingine warazaktuka shukuru. Shukuru mimi ndio nilokuruzuku watashukuru ghairi, wewe kumshukuru hunishukuru mimi, mamshukuru mwingine bwana, kama si wewe bwana, mingekuwa wa... nani angenitambua? Unao siku moja ulishukuru ukamwambia al... lakalhamdu ya rabb wewe hata haikupitikii waweza kuwa washukuru, kwamba man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Lakini hakika tu shukuri, kwamba hata huyu mtu ukimshukuru, je, Mwenyezi Mungu mu, mu, subhanahu wa Ta'ala siku moja ushawahi kumshukuru? Atahabbabu ilayka bin ni'am, mimi najipendekeza kwako wewe kwa neema tofauti tofauti. Mwenyezi Mungu ajipendekeza kwetu sisi neema tofauti tofauti, neema, neema ya afia. Wewe ukitaka kujijua kuna neema, nenda hospitali ukatembelee, tena nenda generali, usende, usende kule kwenye maesina, nenda kule umuone mtu, ukaona ile hali. utaona wewe uko kwenye hali namna gani? atahabbabu ilika najipendekeza kwako wewe bin niam, wa ana ghaniyun anka. Kwa nini jipendekeze na mimi ghaniyun, sina haja kitu kwako wewe mimi najipendekeza kwa... kawaida mtu hujipendekeza kwamba ana malengo. Allah ana malengo gani kwangu mimi na wewe? lakini akwambia najipendekeza kwako kwa wewe, ewe watatabaghadhu ilayya bil maasi, na mimi najitukiza kwangu kwa, kwa maasi. Basi angalau na wewe kama huwezi huwezi kufanya ile sawa, basi usiniasi. Neema zote ninazojipendekeza kwako kwa wewe, nitakufanyia uzuri ume kwa fadhila zake, basi wanilipa kwa kuniasi, tena maasi ya wenyewe wa anta faqirun ilayya, wanihitajia angalau wewe umuoneshe, umu, umu, mtu jeuri kwamba una hakika wewe ufanye nini, humuhitaji na ndio Mwenyezi Mungu akatangaza kwenye Qur'ani, antumul antum lfuqarau ilallah, sote ni fuqara, hakuna somuhitaji ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. khairi ilayka nazilo, mimi nakuteremshia khairi kila siku. wa sharruka ilayya ya sa'idu, badala mimi nkikuteremshia khairi na wewe unteremshia ibada, wewe wanipandashia shari. Je, ni sawa namna hiyo? La mwisho, Ramadhani tumeingia, tujitahidi tusidhulumu nafsi zetu, tusiwadhulumu wendani wetu. Ikiwa una dhulma yoyote ulomfanyia wamdhulumu mke wako, wawadhulumu watoto wako. Na dhulma kubwa ya mke wako na watoto wako, je, watoto wako na mke wako waijua dini? Ikiwa hui hawaijui dini, ujue umewadhulumu. Hata kama una gari umempa V8, watoto umewapa kila mmoja nyumba, lakini ikiwa hukuwafundisha dini, wallahi utakwenda kujuta siku ya Kiyama kwa nafsi ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atwambia kwamba siku ya Kiyama kuna mtu atahukumiwa ende peponi, mara asikie nyuma yake ya Rabbi iktusani min hadha dhalim e, mola nitukulie kisasi kwa huyu dhalim alionidhulumu mimi, azunguke. Fa idha huwa bi zawjatihi kitahamaka, muona ni mke wake ndo anashtaki. Ah, wewe unashtaki mimi nimekudhulumu? Naam, ya Rabbi, huyu amenidhulumu ya Rabbi. Muulize mimi nimemdhulumu nini? mtali kikamta peke yake hata hauna watu gari yani alikuwa ya wakitembelea na wewe hakuna ndani ya mji kama huo chaneli alikuwa wakizipata si za kinazuku na nini za kutoka nje. Yani wewe waona kutekeleza haya malahati hizi mambo ya mapumbazi ushakamilisha kwamba ushatekeleza jukumu. An, mwanamke anene ndiyo, ya Rabbi, lakini huyu hata siku moja hakuniuliza katika ibada yako jambo. mimi nilikuwa siswali sababu ni yeye huyu mume mimi kwetu nilikuwa na swali wakati nikiwa na babangu na mamangu, kwa sababu wazee walikinisimamia. Ujue wewe ukimwoa mwanamke ushafanya transfer ya lockbook, ilikuwa kwa wazazi, sasa imekuja kwako. Ikigonga insurance responsibility ni wewe. Kwa hiyo ile mke utakwenda kuulizwa wewe, sio kwa, ah, wazazi wake ndio hawakumfundisha, ni jukumu lako. Sasa watoto utakwenda kuulizwa, waseme ndio baba, ndiyo ya Rabbi, ametusomesha shule nzuri medical service ilikuwa tukipata katika hospitali nzuri, kila kitu sisi tulikipata katika high classic, lakini ila dini tulikuwa tuko kwenye low, hakuna dini kabisa. Ni dhulma hiyo, utakwenda kuulizwa. Kwa hiyo toka leo wende nyumbani kwako ufikirie masala haya, jibu lake utalijibu aina gani? Mwenyezi Mungu atupe kila laheri, tuepushie kila la shari. Alokufa Mwenyezi Mungu amrehemu na waliopata msiba kama huu Mwenyezi Mungu aliwaze, na sisi tuliokuwa hai, ikifika wakati wetu, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma, arina alhaqa haqqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaba ha